Karibu katika safari ya kihistoria ya karne mbili zaidi ya milenia ya moja, simulizi ya moja ya taasisi kongwe na zenye ushawishi mkubwa zaidi duniani. Ni hadithi ya imani, utawala, migogoro na mapambano kati ya roho ya dini na nguvu za dunia. Kila kitu kilianza karne ya kwanza baada ya Kristo. Yesu wa Nazareti mwana wa Mungu alikusanya mitume kumi na miwili na kuwafundisha kuhusu ufalme wa mbinguni. Baada ya kifo chake na ufufuo, mitume hawa walieneza ujumbe wake kote katika dola la Kirumi. Miongoni mwao Mtume Petro alichukuliwa kama kiongozi wa kwanza wa kanisa jipya la Kikristo. Wakatoliki humtambua kama papa wa kwanza. Kutoka kwake ndipo mnyororo wa mapapa ulipoanzia. Hawa ni viongozi wa kiroho wanaochukuliwa kuwa ni warisi wa Petro. Karne za mwanzo zilikuwa ngumu sana kwa Wakristo, waliteswa na watawala wa Kirumi kwa sababu walikataa kuabudu miungu ya kipagani, lakini imani yao ilishika mizizi. Karne ya nne mfalme Konstantino Mkuu alipoikubali dini ya Kikristo, kila kitu kikabadilika. Kupitia tangazo la Milani mwaka 313, Ukristo ukawa halali na baadaye Kanisa Katoliki likawa dini rasmi ya dola ya Kirumi. Kutoka hapo kanisa lilianza kuwa na nguvu sio tu za kiroho, bali pia za kisiasa. Viongozi wa kanisa walishika nafasi muhimu serikalini na Roma ikawa kitovu cha imani ya Kikristo. Karne zikapita kanisa likawa chombo kikubwa cha utawala na elimu. Maskofu, mapadri na watawa wakawa walimu, waganga na viongozi wa kijamii. Shule, vyuo na hospitali zilianzishwa chini ya kanisa. Wakati huo huo, mapapa wakaanza kutawala maeneo makubwa ya Italy yaliyoitwa Papal States. Papa hakuwa tena kiongozi wa kiroho pekee bali pia mtawala wa kisiasa mwenye jeshi na serikali yake. Kwa karne nyingi, kanisa Katoliki lilitawala Ulaya kutoka Uingereza hadi Hispania, kutoka Poland hadi Ufaransa. Liliamua ni nani awe mfalme na mara nyingine nani aondolewe. Lakini nguvu kubwa huleta changamoto kubwa. Karne ya 16 ilishuhudia mageuzi ya kiprotestanti yaliyoanzishwa na Martin Luther huko Ujerumani mwaka wa 1517. Luther alipinga uuzaji wa msamaha wa dhambi na makosa ya viongozi wa kanisa. Matokeo yake, makanisa mengi ya kiprotestanti yakazaliwa yakijitenga na kanisa Katoliki. Kanisa lilijibu kupitia baraza la Trento lililoanza mwaka 1545, likirekebisha makosa ya ndani na kuimarisha mafundisho yake. Licha ya migawanyiko hiyo, Kanisa Katoliki lilibaki na nguvu kubwa, hasa Amerika ya Kusini, Ulaya Kusini na Asia. Karne ya kumi na tisa, harakati za Risorgimento ziliibuka, lengo likiwa kuunganisha miji na falme ndogo ndogo za Italia kuwa taifa moja, lakini kulikuwa na kizuizi kikubwa, nacho si kingine bali ni papal states ambayo ilikuwa chini ya utawala wa Papa. mwaka elfu moja mia nane na sabini, Jeshi la Italy liliuteka mji wa Roma na kuufanya kuwa mji mkuu wa Italy, tukio hili likimaliza kabisa utawala wa kisiasa wa Papa. Papa Pius wa tisa alikataa kutambua serikali ya Italy akajifungia ndani ya kuta za Vatican, akisema yeye ni mfungwa wa Vatican. Kwa zaidi ya miongo mitano mapapa waliishi ndani ya Vatican pekee bila kutoka nje wakisusia mamlaka ya serikali mpya ya Italy. Hatimaye mwaka elfu moja mia tisa na ishirini na tisa Papa Pius wa kumi na moja na kiongozi wa Italy Benito Mussolini wakatia saini mkataba wa Lateran. kupitia mkataba huo, serikali ya Itali ilitambua rasmi mji wa Vatican kama taifa huru lenye kiongozi wake, na si mwingine bali ni Papa. Tangu wakati huo Vatican ikawa nchi ndogo zaidi duniani, lakini yenye ushawishi mkubwa wa kiroho na kidiplomasia. Papa akabaki kuwa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani kote, huku serikali ya Italia ikibaki na mamlaka juu ya Roma na maeneo yote ya jirani. Leo hii Kanisa Katoliki lina zaidi ya waumini bilioni moja nukta tatu duniani kote. Limeenea katika kila bara likiwa na makanisa, mashirika, misaada, vyuo vikuu na taasisi za afya. Mapapa wameendelea kuwa sauti za amani, haki za binadamu na maadili ya dunia. Papa John Paul wa pili alisifika kwa kuhimiza amani na uhuru katika nchi za Ulaya Mashariki. Papa Benedikti wa kumi na sita alisisitiza maadili na elimu ya imani. Papa Francis ambaye anatambulika kwa unyenyekevu wake na juhudi za kupigania mazingira na umoja wa wanadamu. Na mnamo mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano baada ya kufariki Papa Francis, kanisa likampokea kiongozi mpya, naye si mwingine bali ni Papa Leo wa kumi na nne. Anatajwa kuwa mwanamapinduzi mwenye mtazamo wa kisasa, akihimiza teknolojia kutumika kwa ya kueneza imani, kupinga vita na kupambana na migawanyiko ndani ya dunia ya kidini na kisiasa. Katika enzi yake, Kanisa Katoliki linaingia katika zama za kidijitali likijaribu kuunganisha imani na dunia ya kisasa, huku likibaki na mizizi yake ya karne nyingi. Kwa zaidi ya miaka elfu mbili, Kanisa Katoliki limepitia mapambano, migawanyiko na mageuzi lakini bado limesimama imara. Ni taasisi iliyoacha alama katika sanaa, muziki, elimu, siasa na roho za mamilioni ya watu, kutoka kwa Yesu Kristo na mitume wake kupitia nyakati za kifalme na vita vya msalaba hadi kuzaliwa kwa taifa dogo kabisa duniani la Vatican. Hadithi ya Kanisa Katoliki ni hadithi ya imani isiyoisha. Hii imekuwa safari ya karne nyingi, safari ya imani, utawala na matumaini. Karibu tena wakati mwingine kwenye simulizi kama hii. Hii ni Bongo Post, naomba usisahau kusubscribe.